Ni ni mashabiki wa kuangalia timu yao ya Wananchi, na hapa ni mashabiki wa mimi na na na wewe. Itakuwa ni mechi mechi kali kali sana sana, na yani nilisema hata u chini tunajikubali, tunakubali, tuna, tuna, tuna watu wetu pale, ni hatari, tunajua hatutoki hapa, kuanzia tatu kwenda juu juu. Eh, kuanzia tatu juu. Nasema hivo kwa sababu tuna uhakika pale kuna kuna vijana wetu tunawaamini sana sana, na tuna uhakika wamejipanga, tuna kama tunamwamini Pakome, tunamwamini tuna kipa wangu wa kwanza, na mwamini mno, hafu na mwamini Bakome, na mwamini kuna viize, na mwamini yule wa Mungu Baba. Mwambie watazamaji wako wanakosa utamu sana, naukosa uondo mzuri, na washauri wajisaiji kuja kukusa kuangalia, vitu vya live ni vizuri kuliko kuangalia ku